Jeshi la wanamaji la Israel limetangaza kukamata meli kadhaa zilizokuwa zikielekea Gaza zikibeba misaada kwa ajili ya wakazi wa eneo hilo, na kuwaweka kizuizini wanaharakati waliokuwemo, akiwemo mwanaharakati maarufu wa hali ya hewa kutoka Uswidi, Greta Thunberg. Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imesema kuwa meli hizo, ambazo ni sehemu ya Global Sumud Flotilla zilisimamishwa kwa ajili ya usalama na kwamba zilielekezwa kwenye bandari ya Israel. Taarifa kutoka kwa jeshi la wanamaji inaeleza kuwa meli hizo ziliambiwa kubadilisha mwelekeo wake kwa sababu zilikuwa zinakaribia eneo la mapigano, na hivyo kuleta wasiwasi wasi kuhusu usalama wa eneo hilo. Hata hivyo, GSF ambayo ni mtandao wa mashirika na wanaharakati wanaoshirikiana kutoa misaada kwa watu wa Gaza ililaumu uvamizi huu na kuuita kama kinyume cha sheria na si kitendo cha kujilinda bali ni kitendo cha unyanyasaji. GSF pia ilieleza wasiwasi wake kuhusu kutekwa kwa wanaharakati, akiwemo Greta Thunberg, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika harakati za kuhamasisha hatua za kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Meli zilizotekwa zilikuwa na dhamira ya kutoa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza, eneo ambalo limekumbwa na kizuizi cha muda mrefu na hali ngumu ya kiuchumi na ya kijamii, hasa kutokana na vikwazo vya kijeshi vya Israel. Wakati huu, Gaza imeendelea kuwa chini ya mashambulizi ya mara kwa mara, na jamii ya kimataifa imekuwa na hofu kuhusu hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Jeshi la Israel imesema kuwa uvamizi huu ulifanywa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kwamba hatua hiyo ililenga kulinda usalama wa taifa na kuzuia meli hizo kuingia kwenye eneo la mapigano. Lakini harakati za GSF zimekataa hii, wakisema kuwa hatua ya kukamata meli ilikuwa ni sehemu ya, ya mkakati wa kudumisha kizuizi cha kibinadamu na kudhoofisha juhudi za kimataifa za msaada kwa watu wa Gaza. Tukio hili linakuja wakati ambapo hali ya kisiasa na kijamii Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete, na suala la misaada ya kibinadamu katika Gaza linaendelea kuwa mada ya mjadala katika vikao vya kimataifa. GSF na makundi mengine ya kiraia wameahidi kuendelea na harakati zao, huku wakitaka kuangalia hatua za kisheria dhidi ya Israel kuhusu uvamizi huo. Kwa sasa hakujawa na taarifa zaidi kuhusu hatima ya wanaharakati waliokamatwa, na inasubiriwa kuona jinsi hali hii itakavyoathiri uhusiano wa Israel na makundi ya kiraia duniani pamoja na mataifa ambayo yamekuwa yakisisitiza umuhimu wa misaada kibinadamu kwa watu wa Gaza. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 si unayefikiria mbali? Je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa za kazi zisizo na mipaka? Usitafute mbali. Euro Asia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuwaunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora duniani kote, kuanzia Ulaya na Asia hadi Amerika na kwingineko. Iwe umepokea matokeo yako ya kidato cha sita punde au diploma, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako zibaki ndoto. Tembelea Euroasia Universities Limited leo. Tupo Skycity Mall, floor ya 4, barabara ya Ardhi karibu na Mlimani City. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765767556. Euroasia Universities Limited, empowering global citizens.